Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema alitarajiwa kukizindua rasmi chama chake kipya alichokitambulisha wiki chache zilizopita cha Democracy for Citizens DCP hi leo, lakini hilo halijafanyika kutokana na kile uongozi wa chama hicho umesema ni kunyimwa kibali cha kutumia ukumbi wa Kasarani jijini Nairobi. Gachagua hata hivyo amesema anatafuta uh, sehemu nyingine watakayoitumia kufan, kufanikisha uzinduzi huo. Kwenye laini ya simu tunaungana na Philip Chebunet, huyu ni mchambuzi wa siasa, na shisha wasilwa mwandishi wa habari wa hapa DW, na wote wako jijini Nairobi. Karibuni sana waungwana, kama mnanisikia eh? Ah, asante sana uh, Chebunet, nianze nawe. Hii ni mara ya pili ambapo uzinduzi wa chama cha Gachagua umevurugika. Hapo awali jitihada zake za kuzindua DCP zilivurugika chini ya mazingira yasiyoeleweka. Hii ni hujuma ya mamlaka dhidi yake au kwa nini hili linafanyika? Nadhani Gachagua uh, pia ana mchezo wa akwamba Uh, asipozindua siasa yake leo ama chama chake leo, anajua kwamba itampatia ita, ita uh, itampatia nguvu, ili uh, atumie, aseme kwamba serikali ambayo wako katika mamlaka wamemzuia. Kwa hivyo ni kujaribu kujisolea umaarufu uh, kwa sababu ametumia mbinu uh, katika mikutano yake ambayo anaona kwamba serikali inamlemea Eh, askari wanamzuia ili eh, asiwe na mikutano yake. Kwa hivyo hii ya kuzindua leo ni mbinu nyingine ambayo anatumia kujitolea umaarufu. Kwa hivyo sioni kwamba serikali inaweza zuia mtu yoyote, lakini kwa sababu za kisiasa serikali pia iwezi eh, ruhusu uh, wale ambao wana Uh, wanaenesa uh, vyama kama ya Gachagua ambayo imeonekana kwamba ni chama yes, cha mlima mlima. Unasema una, una kwamba unasema kwamba Gachagua amedanganya kwamba amenyimwa kibali cha kuzindua leo chama chake uh, ambacho kitasuiliwa uh, kwa sababu vyama vyote vina uhuru na Kenya kuna demokrasia kwa hivyo Uh, ni vile Gachagua anajaribu kutafuta umaarufu wake. Kwa hivyo uh, ni mbinu yake hii ambayo hmm, ka, ka, kati ya mbinu ambazo anazo ili kusema kwamba serikali imemzuia uh, uh, shisia. Unamsikia hapo Chebonet. Uh, kwa mujibu wa katiba Gachagua, uh, kwa sasa hali ilivyo, hawezi kushikilia wadhifa wowote uh, wa umma lakini ukifuatilia habari na vicho vya habari siasa za Kenya kila wakati Gachagua anatajwa kabisa katika pande zote za kisiasa. Ana nguvu gani e, ya kuwa tishio kwa serikali unadhani? Na, nadhani uh, kuhusu suala la na nguvu nitasema uh, kwamba ana ushawishi wa kiwango fulani katika mlima wa Kenya, lakini unapoganisha na kumlinganua katika taifa zima la Kenya nadhani hana huwa usha ushawishi mkubwa na nguvu kwa sababu hata kampeni zake ambazo anazozifanya kwa wakati huu utagundua kwamba zinakita sana katika eneo la mlima Kenya na kwa kiwango fulani hapa Nairobi. Lakini niongeze kusema kwamba unapomwangalia Gachagua na na, na masaibu yake, anachukua fursa ya hali mazingira ya Kenya yalivyo ya kisiasa kwa wakati huu Uh, na kama alivyosema mwenzangu kujizolea umaarufu kwa sababu unapoangalia taifa kwa wakati huu unagundua kwamba watu wengi wanalia kuhusu ugumu wa maisha, wanalia kuhusu kudorora kwa uchumi na mambo kama hayo. Kwa hiyo Gachagua anapotaka kuzindua chama anajisawiri, anaji ama anataka kujionyesha kama uh, mtu ambaye atakuwa na uongozi tofauti na uliopo kwa sasa, jambo ambalo kama wengi wanavyomjua historia yake uh, si kweli ndugu yangu Bruce. Naam Chebunet, tunachokiona ni kama filamu inayojirudia kwenye serikali iliyopita, Ruto alipokuwa naibu wa rais eh. inamaanisha kwamba chini ya Uhuru Kenyatta, Uhuru aliungana na Raila na Ruto akajitoa, na ni Gachagua huyu huyu ambaye alisimama naye na hata akamwezesha kupata ushindi wa urais. Sasa hivi Ruto ameshikana mkono na Raila na ni Gachagua huyu huyu ambaye anapambana naye. Unadhani Gachagua kwa namna ambavyo mambo naenda, anaweza kutimiza azma yake ya kumfanya Ruto kuwa rais wa muhula mmoja tu? Uh, uh, Bruce, unajua kwamba uh, uh, Gachagua ametumia siasa za kijiji eh. Kama ukiona katika mikutano yake iliyopita mm, utaona kwamba Gachagua hata wale ambao wafuasi walikuwa wamevalia nguo imeandikwa wana vijiji, kwa hivyo Uh, uh, uh, Raila na Ruto utaona kwamba umaarufu wao wamechukua ile umaarufu wa kitaifa, lakini huyu mwingine, sentensi yake ya kwanza ya pili na ya tatu, jina mlima Lio utakuwepo pale ndani. Kwa hivyo ile uh, sura yake imeonekana wazi kwamba wale vigogo wa uh, wa upinzani wameamua kwamba kila mtu aleta mkopa wake wa kijiji yake. Kwa hivyo utakuta yule um, yule uh, Gachagua anataka kuchukua watu wa mlima, unaona yule Matiang'i anataka kuchukua wale watu wa Kisii, lakini ushindani ukitaka kushindana na, na William Ruto na na Raila Odinga hmm, itabidi kashagwa atoke kijijini na aende aende aendeleze siasa zake, siwe siasa za kitaifa. Kwa hivyo kashagwa, hata huku uh, uh, Eldoret penye niko na yeah, Kericho na sehemu zote za Kenya, kashagwa picha ambaye inaonekana ni kana kwamba huyu ni msee wa mtaa, huyu ni msee wa mtaa ambaye ana kataka kujisolea umaarufu ili awe na watu wake. Utakuta kwamba Gachagua atafurahia uh, Matiang'i kwa sababu Matiang'i bado ako katika ile chama ya Jubilee. Jubilee ina misisi katika mkoa wa kati mahali ambapo uh, Gachagua anataka kuzindua DCP. Kwa hivyo atafurahia sana, anataka Gachagua awe na, anataka Matiang'i awe na chama cha kichichi pale Kisii ili Uh, wanavijiji wote watakapokutana wale uh, kash, uh, Kalonzo pia uh, uh, msee wa mtaa mwingine kule uk uh, ukambani mm. cha Wiper, na chama cha Wiper na akutanishe na ule natembea pia alete mkopa wake mezani, kila mtu alete uh, kura kutoka Dio. kabila lake mm. Kwa hivyo awezi shindana sana na viongozi kama Raila na Ruto ambao wana umaarufu wa kitaifa. Kwa hivyo akitaka kuleta ushindani, itabidi abadilishe mbinu Ndiyo. na awe na chama ambacho kina sura ya Kenya, chama ambacho kina wakaribisha wakenya wote kwa hivyo ukianza kusema maneno ya mlima mlima Ndio. usiku na mchana watu wataona kwamba wanakumbuka yale ambayo yalitendeka hapo awali katika taifa uh, la Kenya mwaka wa elfu mbili na saba na kadhalika wataona kwamba huyu jamaa anatupeleka kwa mtaro. Unamsikia sana shise, unamsikia Chebunet hapo anasema kwamba Gachagua ni chama chake ni cha kijiji, lakini anafahamu kabisa umuhimu wa eneo la Mlima Kenya katika siasa za Kenya. Gachagua ameungana na vigogo wengine wa kisiasa, kwa mfano Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Matiang'i, kama alivyomtaja uh, katika kuwa nguvu ya upinzani, lakini inaonekana kama lengo lake ni m, kumfunza adabu e, Ruto, kwa namna ambavyo walikosana na kujiondoa katika chama cha UDA, badala ya maslahi ya Wakenya kwa kwa ujumla. Unasemaje? na pale ndipo Gachagua uh, anapokosea, kwa sababu anapopanda kwenye majukwa ya ya siasa, ni mtu ambaye anaonekana ako na chuki, ni mtu ambaye anaonekana atalipiza kisasi, ni mtu ambaye anaonekana, ni mtu ambaye anaonekana Uh, hana sura ya kitaifa au sura za za taifa. Kwa hiyo nadhani hilo litamchongea pakubwa sana wakati wa uchaguzi na, na, na, na, na sidhani kama ana uwezo mkubwa sana wa ku wa kubadilisha matokeo ya uchaguzi ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na saba kwa sababu utakumbuka kwamba siasa za Kenya kwa kiwango kikubwa zilibadilika kwa kipekee eh, wale jenzi walipovamia bunge wakitaka hmm. uh, ule mswada wa fedha ubadilishwe. Kwa hiyo uh, Wakenya wengi unapozungumza na wao kwa wakati huu wanamwona Gachagua ni kama sehemu yeah, ya uongozi uliofeli na na Ruto. Kwa hiyo uh, kitu ambacho kitaleta mabadiliko ni Wakenya wanataka kuona sura mpya pale zikigombea ziki, sura mpya za vijana zikigombea katika uchaguzi ujao, lakini kama ni Gachagua nadhani mm, pengine atakuwa na uh, ushawishi mkubwa tu pale, uh, eneo la Mlima Kenya mbali na pale. Sidhani kabisa kama anawe, ana ushawishi mkubwa katika taifa zima la Kenya. Asante sana. Sisi hapa studioni niko na Amina Abubakar. Amina, hebu soma maoni kidogo hapo kwenye kurasa wetu wa Facebook. Sio mengi yaliyomo humu, lakini labda niseme labda jumbe za kumtakia kila laheri Rigathi Gachagua ndizo ninazoziona anapokaribia kuzindua hicho chama chake kipya cha kisiasa. Wana mitandao wanatabiri mambo eh, kuwa magumu, ah, ah, hasa hilo la kupambana na William Ruto katika uchaguzi wa hmm, elfu mbili na ishirini na saba. Maana baadhi wanasema chama hakijazinduliwa, lakini tayari wapo baadhi wanaosema kwamba tayari hawakitambui. Eh, wengi wanamshauri ajipange vizuri maana siasa ni mchezo mchafu. Wengine wanauliza hivi, anapanga kuongoza kina nani baada ya kuondolewa kwa tuhuma za ukabila, ufisadi na kuwadanganya Wakenya. Na umesikia katika taarifa yake eh, wa kiombogo kabla ya kuanza huu mjadala, akisema kwamba wakosoaji wanamuona Rigathi Gachagua kama mzigo kwa taifa la Kenya. Kwa hiyo wapo wanamkubali na wapo wanaona nafasi hiyo ya juu kwa sasa achani nayo, bila shaka. Asante sana e, Chebonet na, nakupa dakika moja tu kukamilisha e, tunamuona rais Ruto na e, kiongozi mwenzake Raila Odinga wamekita kambi zaidi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya na sio mlimani, hasa unadhani um, hili Gachagua anaweza kulitumia zaidi katika kuendeleza azma yake? Uh, uh, ra ra Rais William Ruto kwa sasa anatumia ahadi alizotoa ili apate kushawishi wa Kenya akitimiza hizo ahadi, uh, anaweza chaguliwa tena kwa mula wa pili. Kwa hivyo, uh, Ruto ana kazi yake ambaye ameonyesha wazi na kuleta Raila Odinga ni hmm, kujaribu kuleta ile mazingara ili atimize ahadi alizotoa kwa Wakenya. Kwa hivyo ni uh, kidhani kwamba Ruto ana nafasi yale ambaye ametenda kwa miaka miwili na nusu ambayo imepita, anaweza kujizolea umaarufu kwa kutimiza ahadi. Wakenya wanataka waone yale ambaye alisema kama ametimiza. Kwa hivyo hiyo, uh, ndio nafasi anaye na Gachagua pia anataka kujisolea umaarufu kwa kusumbua kwa kuleta shida na migogoro ambayo yatafanya Ruto mm. uh, ili asitimiza hadi zake. Kwa hivyo uh, serikali pia ifanye mm. yale ambayo waliaiti wa Kenya, wale wa upinzani pia waendelee na kazi yao nam. Asante sana Chebunet, ukiwa hapo Eldoret uh, nchini Kenya, mchambuzi wa siasa na Shisha Wasilwa ukiwa hapo Nairobi, asanteni sana, na endeleeni kutusikiliza ufuatiliaji wetu. hii ni DW Bonn.